Habari gani, viewers. Sasa leo nataka tuongee kitu kimoja tu. Ushawahi kujikuta siku moja kwenye nyumba huko peke yako, unajiuliza ufanye nini, kwa sababu kila unachojaribu unaona kama hakiendi kama unavyotaka wewe, au hakiendi kama vile ulivyokuwa unatarajia wewe, sasa mwisho wake ushajaribu kila kitu, unaona kimeshindikana, umeamua kujiambia tu ni bora nikae chini. Sasa unatafakari unasema nifanye nini? Hata wale wote ambao walikuwa wanategemea kwamba wanaweza wakakusaidia katika hayo maswala, na wao pia imefikia kipindi fulani, kila mtu amejikata wa wenyewe, wanasema kuingia mitini. sasa Unashindwa umkimilie nani, na unashindwa ufanye nini? Hauna rafiki tena, hauna mshauri tena, hauna yeyote yule wa kukupata uh, moyo katika kile ambacho unataka kufanya. Sasa nataka nikuibie, si moja, yupo rafiki mmoja ambaye, rafiki huyu ukimpa siri zako hatozitoboa, hatozifichua hata siku moja. Huyu rafiki ukimwambia habari zako, atakusaidia kimawazo, iwe kipesa, iwe kwa njia yoyote ile, na ni rafiki ambaye mtakuwa naye wakati wa raha na wakati wa shida. Hayo mawazo yote ambayo ulionayo, atakupoza, atakutuliza moyo, na hatokutupa kamwe, na mtakuwa naye bega kwa bega mpaka vile hiki kipindi utakapokivuka. Atakusaidia sana kwa asilimia kubwa mia mia 100%. Ile rafiki huu unataka kumjua ni rafiki gani? Bila shaka utakuwa umeshaanza kumfahamu. Hakuna mwingine isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, muumba wa viumbe wote. Sasa tatizo ambalo sisi tulilonalo, unafikiria kwamba matatizo ulionayo wewe ni ya kwako peke yako, na kwa kuwa matatizo hayo ulionayo ni makubwa kiasi ambacho we mwenyewe hatauelewi, fikajifikaji hapo, unaona kwamba hayawezi kuisha, hayawezi kutatua. Nikuambie tu kwamba wapo wengi ambao walikuwa hivyo hivyo kama wewe, lakini rafiki huyu ambaye namzungumzia mimi walipoamua kumtafuta na kumjiongelea, karibu, alikuwa karibu nao bega kwa bega, mpaka kipindi hicho wamekivuka. Sasa na wewe unasubiria nini? Unapata shida gani kwenye hii hali? Na yeye ndiyo ambaye anajua yaliyopita katika hali yako, anajua ya sasa na anajua yajayo. Sasa usisumbuke sana. Mfate Mwenyezi Mungu, msogelee, amka usiku, fanya ibada, fanya mambo mazuri ambayo anayataka, kuwa rafiki yake, kwa sababu rafiki, ili awe karibu yako, ndio hivyo jinsi alivyo. Anataka mtu mwenye kumsogelea, apende vitu vichafu. Achana na yale mambo yote, chana chana, mwambie, ewe rafiki yangu, mwite rafiki, ewe rafiki yangu, nataka kusogelea, nataka kusogelea, kuwa karibu yako, nataka na kuita njoo nina matatizo na mimi, yale ambayo nilikuwa nikifanya yalikuwa yanakuuzi, hukuwa unayapenda. Nimeacha yote ambayo umekataza, bila shaka utakuwa unayajua. Sasa hivi mimi naamua kuelekea kwako ku. mweupe na unisamehe, ilikuwa tu ni ujinga na upotovu, na kuomba unisamehe na ujitatulie matatizo yangu. Mwambie, mwambie siri zako, moja mbili tatu, na siri hii na matatizo haya yameshindikana na nini. Huyu rafiki hatokutupa kamwe. Haya, anza sasa hivi, chukua maamuzi, amka usiku, fanya yale ambayo rafiki anataka. Rafiki mwema hatokuacha hata siku moja, alafu utakuja kunishukuru baadaye.